Asante kwa kusalia nasi. Karibu tuzungumze kuhusiana na mengi hasa yanayohusu uandishi wa habari na mengi ambayo yanafanyika katika hili. Na hivi karibuni, uh, mwezi Julai kati ya tarehe kumi na nne hadi kumi na saba unatarajia kufanyika mkutano um, ambao utakuwa ni uh, Pan African Media Summit kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Tutafahamu kwa kina kuhusiana na yale ambayo yatajiri, lakini kubwa pia tutagusia uh, kuhusiana uh, na mwongozo wa wanahabari hasa ikiwa uh, jambo kubwa kwa mwaka huu uh, kwa taifa letu ni uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika mwezi Oktoba. Tunaungana na katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Ernest Sungura kufahamu zaidi kuhusiana na hili akiwa Dodoma. Habari za Dodoma, katibu? na karibu sana asante sana Dodoma ni kwema, tunaendelea na kujengea uwezo wa waandishi wa habari e, na majukumu mengine yanayotuhusu kama baraza la habari Tanzania. Naam. Mm -hmm. Na pengine tuanze na, na hili ambalo uh, linataraji kufanyika kuhusiana na mkutano huu wa uh, uh, vyombo vya habari na wanahabari pia uh, kwa mwaka huu. Ya, te, Baraza la Habari Tanzania uh, litakuwa lina hosti mkutano mkubwa wa mabaraza ya habari duniani. Na kwa nafasi yangu mimi nikiwa ni mwenyekiti wa mabaraza ya habari katika bara la Afrika, E, nitakuwa naongoza mabaraza ya habari pia katika bara letu kuhudhuria mkutano huo mkubwa. Ni mkutano ambao ni wa kwanza wa aina yake kufanyika hapa Tanzania. Utafanyika tarehe kumi na nne mpaka e, tarehe kumi na saba ya mwezi wa saba. E, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunamtarajia mgeni mwingine wa heshima e, rais wa Zanzibar Eh, Hassan Ali Mwinyi pamoja na wageni wengine mashuhuri, mkuu wa UNESCO kutoka Paris mm. na wageni wengine maarufu kutoka Africa Union, lakini ikiwemo na wadau wa habari eh, na wadau wa habari kwa maana mabaraza yote ya habari, no, kokote pale yalipo duniani wamethibitisha kuweza kuhudhuria, na Watanzania ambao ni members eh, taasisi zetu ambazo ni members wa Media Council of Tanzania wote wamekaribishwa kuweza kuhudhuria mkutano huo mkubwa. Sasa so, so, wakatibu kuelekea kwenye mkutano huo tupitishe pengine tufahamu hali ya habari nchini, ya hali ya habari nchini. Tunasonga mbele, uhalisia unaweza usiwa umebadilika sana lakini tuna mahali pa kuanzia. Mm -hmm. Mahali pa kuanzia ni pale ambapo tumeonyeshwa tume kwamba eh, katika uhuru wa vyombo vya habari tumepanda kwa hatua mbili kutoka tisini na saba ya mwaka jana mpaka tisini na tano ya mwaka huu, na hiyo ina maana kwamba unapokuwa na uhuru walau wa habari eh, ni kwamba unategemeana sana na vyanzo vya habari ambapo waandishi wa habari na vyombo vyake ndipo wanapoweza kupata taarifa ili waweze kuzichakata na kuzifikisha kwa wananchi kwa maana hiyo kupanda kwa kiwango cha uh, hatua mbili kutoka mwaka jana kuja mwaka huu ni, ni hatua fulani ambayo huwezi ukasema kwamba kuna kushuka kwa sababu hivi ni taasisi za kimataifa ambazo zinafanya tathmini, lakini naamini kwamba bado kuna maeneo nadhani mawili katika vigezo eh, kama vitano vinavyotumiwa ambavyo tunahitaji ku kuimarisha ku, ku, ku zaidi, kwa mfano maswala ya usalama wa uandishi wa habari kwa maana ya press violations. E, bado kuna matukio ambayo yanajitokeza na labda yanaonekana kutoenda sambamba hmm, na hali uhalisia ambao ungeleza kustahili kuwafanya waandishi wa habari waonekane wako salama zaidi hmm, lakini bado katikati ya changamoto hiyo moja, e, bado pia waandishi wa habari wanafanya kazi zao wanaibua e, kazi ambazo ni muhimu za kuleta maendeleo katika taifa letu e, kwa hiyo kazi inaendelea, lakini kwa upande mwingine najua kwamba E, bado kuna sheria ambazo zinahitaji serikali iweze kufanyia kazi pamoja na sera. Iko sera ya utangazaji ya habari na utangazaji e, ya mwaka elfu mbili na tatu ambayo siku zote tumekuwa tukisema inahitaji kufanyiwa marekebisho, kwa sababu imepitwa na wakati, imekuwa ya muda mrefu, japo yako mambo mengi ya msingi ambayo wazee wetu wa enzi hizo mwaka elfu mbili na tatu wakati wanapitisha sera hiyo kuna masuala mengine bado ni ya msingi ya kuzingatiwa, lakini pia kuna masuala ambayo mengine yamepitwa na wakati, yanahitaji kuangaliwa. Iko sheria ya Media Services Act ya mwaka elfu mbili na kumi na sita e, ambayo imeanzisha e, kuwepo kwa bodi ya thibati na kama ambavyo sote tunafahamu kwamba e, sasa bodi ya sibati imeshaanza kazi e, mapema mwaka huu na waandishi wa habari nadhani wanafahamu, wameambiwa waende kwa ajili ya ku kupata leseni zao za kuweza kupractise na lengo lake kubwa, bodi ya ithibati ni kudhibiti mwenendo wa watu ambao wanaweza kufanya kazi kwa lugha tuliyoizoea makanjanja, na kuwa na watu ambao wanafanya kazi wakiwa wamethibitishwa kwa mujibu wa ile sheria ya Media Services Act, kwamba mwandishi wa habari ni yule ambaye walao na kiwango cha elimu ya diploma, na sio tu mtu yeyote ambaye anaweza kuvamia eh kazi hii ya kihabari na kafanya eh bila kuzingatia misingi, kwa sababu hiyo ndio inayoathiri weledi na kwa ujumla. Nimesemea hapo kama mm, kuna kunichokoza zaidi ya hapo, lakini hiyo ndio hali inayoweza kuielezea. Najua sijagusia swala la uchumi wa vyombo vya habari e, ambalo ni changamoto kubwa na, tu, na nafahamu nyote kwamba e, kuna kamati maalumu iliundwa na ilitoa taarifa yake kaja na maazimio au mapendekezo tisa mm -hmm. na moja mingine, na, ya mapendekezo mengine yanaihusu serikali yenyewe ya kwa mfano kupunguza kodi za karatasi e, ili ili ili walau magazeti yapate unafuu e, nakumbuka. Na pia maagizo yalitolewa kwa ajili ya madeni ambayo vyombo vya habari vilikuwa vinaidai serikali mm -hmm. E, na taasisi zake kwamba madeni hayo yaweze kulipwa. E, lakini pia kuna masuala kama ya bima ya afya kwa waandishi e, wa habari na mambo mengine kadhaa kadhaa. Jumla yaikuwepo mapendekezo kama tisa ndiyo stahili kufanywa kazi na sisi kama baraza la habari tunaendelea kufuatilia kwa karibu kupitia e, ushirikishwaji tunaofanya kati yetu na wizara husika, ili masuala haya yaweze kufikia mahali ya me, yaonekane na kuthibitika kwamba yamefanyiwa kazi. Naam, shukrani sana katibu. Nafahamu yapo mengi uh, ya kuzungumza kuhusiana na waandishi wa habari kama ambavyo umebainisha, lakini kutokana na muda wetu pia kuwa mfupi, tunawakaribisha tena pia ili tujadili haya mengine, lakini kwa kumalizia, labda y kuelekea mkutano um, huu mkubwa um, ambao MCT itawakaribisha pia mabaraza kutoka um, mataifa mengine ni uh, upi hasa nafasi ya ushiriki ya wanahabari kutoka maeneo haya mbalimbali mbali, uh, ili kutatua hizi changamoto kwa pamoja, kwa sababu tunafahamu uh, baadhi ya changamoto uh, katika mataifa haya zimekuwa zikifanana? Ya, ni, kwanza uh, ushiriki ni ninyi nyote mnatakiwa kuwepo, kufuatilia. Wakati mimi naamini tutakuwa mbashara na wengine watakaofika hapo wataweza kushiriki katika mijadala mbalimbali, kwa sababu tunaangalia zaidi eh, kuangalia sheria zetu, kanuni zetu, katika tasnia ya habari zinahitaji kuboreshwa zaidi, kwa ajili ya kuboresha eh, waandishi wetu wa habari katika bara la Afrika na duniani kote. Kwa hiyo hiyo ni moja ya namna ambavyo ushiriki utaweza kuwa kwa watu kushiriki katika mjadala hiyo. Kutakuwa na panel sessions kama sita. Kutakuwa na mjadala mingi ya masuala ya kisasa kama artificial intelligence na regulations zake. Kutakuwa na masuala pia ya kijinsia pamoja na na na, na masuala ya ulemavu ule. Kutakuwa na masuala ya ma, mabaraza na mifumo yao mba, ambayo tutakuwa tunajifunza kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa mfano labda sisi hapa Tanzania mfumo na muundo wa baraza letu ukoje? Tutajifunza kutoka South Africa labda la Ghana labda mahali pa nchi nyingine kutoka katika bara la Asia, Ulaya na Marekani. Yote y itakuwa ni fursa nzuri ya kujifunza kwamba wenzetu mifumo yao iko namna gani. Lakini kikubwa pia katika mkutano huo ni ni kuhamasishana kwamba vyombo vya habari Tanzania vina fursa kubwa ya kuja kufanya maonyesho ya kazi zao. Tumeona tutumie fursa hii kuvialika vyombo vya habari vyote Tanzania, mkiwemo wenyewe Azam na, na vyombo vingine vyote vije, vitakuwa kuna kuna kuna kuna kuna booth ambazo zimeandaliwa maalum kwa ajili ya kila chombo cha habari kuonyesha kinafanya nini na hususani kimechangia nini katika mstakabali mzima wa kuleta maendeleo katika taifa letu, ili kuonyesha nguvu ya vyombo vya habari e, katika uchumi wa nchi. Kwa hiyo hiyo nayo ni fursa ambayo vyombo vya habari Tanzania vinahitaji kuitumia. mm -hmm. Shukrani sana, tunakushukuru uh, katibu mtendaji wa MCT. Tunakutakia majukumu mema uh, hapo Dodoma. Asanteni sana na takieni kazi njema pia. Naam, ni Ernest Sungura ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT kuelekea tarehe kumi na nne hadi kumi na saba ambapo mkutano um, huo utakutanisha baraza uh, kutoka mataifa mengine pia hapa nchini.